Nipo hapa kulihutubia bunge ili kutimiza matakwa ya ibara hiyo. Kabla ya kufanya hivyo, nianze na jambo la huzuni lilotokea hapa nchini, na naomba waheshimiwa wote wa bunge na waalikwa tusimame kwa dakika moja ili kuwaombea wenzetu, tumwombe Mwenyezi Mungu aziweke roho za waliopoteza maisha kwenye vurugu zilizotokea tarehe ishirini na tisa, siku ya uchaguzi hapa nchini kwetu. Mungu awape malazi mema ya amani, amen. Mimi binafsi waheshimiwa wabunge, nimezunishwa sana na tukio lile. Natoa pole kwa familia zote zilizopoteza wapendwa wao na tunaomba Mwenyezi Mungu kama tulivyoomba awapumzishe kwa amani. Aidha, kwa majeruhi tunawaombea wapone kwa haraka, na kwa wale waliopoteza mali zao tunawaomba wawe na stahamala na uvumilivu. Serikali imechukua hatua ya kuunda tume ya kuchunguza yaliyotokea, yaani inquiry commission, ili tujue kiini cha tatizo. Taarifa hiyo itatu, itatuongoza kujielekeza kwenye mazungumzo ya kuleta maelewano na amani.